Haji wa chombo makanisani na kusalimu kwa jina la Yesu. Vaa vizuri. Vaa kiuadilifu. Imba kwa ubora. Ishi maisha matakatifu. Acha dhambi. Hiyo huduma makanisani inamletea Bwana utukufu. Vaa vizuri, imba vizuri, piga chombo vizuri. Jipambe salama vizuri kabisa. Usiharibu uwepo wa Mungu kupitia mwonekano wako. Vijana, namna ya kunyoa, nyoa vizuri, usinyoe kama jambazi, kama kama mvuta bangi eh. Unanyoa kama mvuta bangi, halafu unasema naitumikia madhabahu na namtumikia na, na, na Bwana. Unapiga drums, lakini mwonekano wako sio mzuri, watu wanakutafsiri kivingine. Hebu badilika.